Losha. Bilunga kairudisha kwa Pasco Wawa, haya naye anataka kufanya la kwake, anakopa na kidogo, weka ndani kule na babatiza. Pena! Wasika anajulikana inabidi azuiwe, Wasika anajulikana shughuli zake na, na, na, na Pasco Wawa akatumiza kama anapiga, akafinya, akaujaza ndani hapo, inaonekana Roland Msonjo alilazimisha bega lile ya kapteni John Raphael Bocco, Bocco anaweka kwenye nyapu. Simba wakitangulia dakika ya 28 na penati ambayo, goli kipa Douglas Kisembo alikuwa hana namna yoyote, lakini ndio hivyo tayari, John Bocco anatanguliza Simba goli moja kwa Simba. Naam, ni penati aliyopiga kwa utulivu na kipa alikwenda lakini ishu sio kwenda, wanasema kwamba jambo ni kukamata mpira ama kuzuia usiingie golini. Ian apata salama boko kazuri, namtoka golikipa na pasi kwa salama kwenye kupiga gita, wanaambia ngoja kwanza kurao alikuwa wanaitegemea wanaiona moja kwa moja uwanjani peke yake, ishara zote zikionyeshwa. Makosa ya golikipa kutema mpira yalimfanya Salamba aende kuunganisha, na kama alivyoeleza mwanzoni kwamba Salamba anahitaji kuonyesha uwepo wake ama kuhakika, ameuonyesha izia maridadi sana. Ile hoko akifanya shughuli kubwa, piga shuti ambayo golikipa adilunga Rashid Juma Rashid anaijaza ndani kule, Rashid Juma napasi kwa Bocco. John Raphael Bocco, kapteni wa timu ya Simba, alihitaji dakika moja tu kuingia tena nyamuni na kuonyanyiwa mashabiki wa Simba kwenye uwanja huo Sheikh Amri Abeid imekuwa mapema kwa hao anamwambia goli, kipa wake atulie tu, lakini ndio ishatokea hiyo nam. Wakati Rashidi Juma anakwenda, ilionekana kama mzaha, na amepiga krosi ile ikapita mabeki wote kule, na kwa kuwa kipa alikuwa anakuja bwako, aliinua mguu kidogo tu, hiyo asije akagongana, na tayari mpira ule kipa akawa umeshampita, na kwa goli jepesi kabisa, goli la tatu likiwa ni chini ya sekunde 60.